Mimi naitwa Maganya Abdul Fadhil Rajabu, mwenyekiti wa taifa wa umoja wa wazazi Tanzania, jumuiya ya chama cha mapinduzi <coughs> wengine huwa mnatumia haya interchangeably yaani, mwingine jumuiya inafahamika zaidi kuliko umoja, lakini huu ni umoja wa wazazi Tanzania, jumuiya ya chama cha mapinduzi. Waandishi, nimewaita kuongea nani, ili msaidie kutoa sauti ya umoja wa wazazi ambayo inapitia kwangu, kwa niaba ya umoja wa wazazi, wanachama, viongozi ambao za kura umoja wa wazazi. Kama mnavyofahamu, jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan aliongea na Watanzania kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anajizindua kwa maana ya hotuba ya uzinduzi wa Bunge. Mimi, vyombo vya habari mlikuwepo kwa wingi wenu na mlifuatilia hotuba hii sasa kilichokuwa kwenye hotuba ile kama ambavyo mmesikia au kukirekodi na kukipeleka hewani kwenye umma, ndicho kimesababisha mimi kwa niaba ya Umoja wa Wazazi Tanzania, Jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, kukuiteni na kuweza kusema machache. Miongoni mwa machache haya, kwanza ni pongezi kwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba nzuri sana ambayo imebeba ujumbe mahususi kwetu sisi wa Tanzania. Hotuba ile imezungumza mambo kadhaa kwa urefu, lakini kwa uchache mimi nina single out mawili kama sio matatu. La kwanza, la kwanza ni utayari wa serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kuleta maridhiano miongoni mwa Watanzania. Lakini mtakumbuka kwamba tarehe 29 mwezi wa kumi tulikuwa na uchaguzi mkuu katika taifa letu, na uchaguzi ule, kampeni zilikwenda vizuri, tukafika siku ya kupiga kura, na kama anavyosema Mheshimiwa Rais mwenyewe kwa mshangao na sisi wa Tanzania mkiwemo na nini, kwa mshangao mkubwa yalitokea ambayo hatukuyatarajia, zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi vurugu zilizosababisha uvunjifu uh wa amani, na zikaenda mbele, zikasababisha vifo kwa Watanzania na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile, lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili, na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa, na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria, na wengine yani wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi, kama mfaridi mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa, watu wa kosa ambalo watuhumiwa wameshiriki wa hadi kukamatwa, na waachiwe huru. Sisi kama wazazi, sisi Umoja wa Wazazi Tanzania, wenye dhamana ya malezi, tumelipokea hili kwa mtazamo chanya, na tunampongeza Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa hatua hii ambayo ameichukua, ameichukua kama mama, ameichukua kama mlezi. Lakini kubwa hapa, kuna lugha ikitumia ile lugha kwamba with the motherly heart, kwa moyo wa kimama, kwa kuhakikisha kwamba Uh, analitibu taifa hasa ako vijana u e, isingekuwa rahisi sana, kama asingekuwa na utu, kama asingekuwa na ungwana. Uliona hili kwamba kupitia msemo wa Kiafrika kwamba mtoto akinyea mkono, mkono huo usafishwa na harukatu kicho hicho, hicho ndicho Mheshimiwa Rais amekizingatia na kuamua kutoa msamaha huu. Kadhalika, sisi wazazi wa Tanzania tunatoa wito kwa vijana wetu wa Tanzania wenzetu kuacha tabia za kufuata mkumbo na hatimaye kuhatarisha amani yetu. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais, nchi hii ni yetu sote tutaijenga sote kwa pamoja na hivyo lazima tuenzi amani na utulivu katika nchi yetu. Mwisho sikwa umwingi <coughs> ni waombe wa Tanzania wenzetu, tuenze tuendelee kuienzi amani, tuendelee kudumisha utulivu, tuendelee kuleta mshikamano miongoni mwetu na katika nchi yetu kama ambavyo imekuwa tunu yetu sisi wa Tanzania kiasi kwamba tunapigiwa mfano na Afrika na dunia nzima, tukiitwa hiki ni kisiwa cha amani. Nimeona liyo waite ni mpongeza Mheshimiwa Rais na ya kumshukuru kwa hatua ambazo amezichukua, ikiwa ni hatua mojawapo ya kutibu majeraha ambayo yametokana na vuluu zilizojitokeza wakati wa kuchaguzi. Hata hivyo, mweshimiwa rahis ameonyesha utayari wake kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa moja kama ambavyo inakuwa ukoawa awali. Siskii kwamba wala uoga si wala hili siuoga, bali maturity ambayo Mheshimiwa Rais ameonyesha ili tuendelee t nadhalika, kwa sababu jambo hili linagusa vijana. Kampongeza Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ambayo yeye amesema mungo, anapokwenda kuitengeneza serikali na hapa tumwombee kwa Mwenyezi Mungu amuongoze vizuri ili aweze kuwapata wasaidizi wazuri wakiwemu mawaziri, manaibu, makatibu wakuu, kwa kuwa mikoa, kadri anavyoendelea kutengeneza serikali awapate watu wazuri wataka kumsaidia katika kutekeleza majukumu yake. Ngombe Mheshimiwa Rais afya njema na kila la heri. Ngombe dr Madoemichini, makamu wa rais, afya njema na siha njema, kila la heri. Heri nimwombee Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, kila la heri na afya njema. Waziri mkuu mpya Dr. Mwigulu Nchemba, na sisi wa Tanzania wote wa umoja, asanteni sana kwa kunisikiliza.